Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nina kila sababu ya kusema asante kwa Mungu kwa sababu ya siku ya leo ametupa neema na kibali cha kuweza tena kujifunza maneno yake, lakini pia kupata maarifa na ufahamu jinsi gani ambavyo tunapaswa kuenenda na kuishi katika ulimwengu tuliopo. Na siku ya leo moja kwa moja basi ni kupeleke kwenye kichwa cha somo ambacho kinasema kutoka katika vizuizi na mapambano ya adui katika ulimwengu wa Roho. Kutoka katika vizuizi na mapambano na mapando ambayo adui amepanda kwenye maisha yetu katika ulimwengu wa Roho. Tunafahamu kabisa, tupo katika ulimwengu ambao una mateso, una vita. Tunataka kujifunza kwamba katika maisha tuliyonayo kibinadamu kuna mapando ambayo yanaweza yakapandwa na adui na ya yakasababisha kuzuiliwa, yakasababisha kukwama, yakasababisha kuto kufika mahali ambapo tumekusudiwa kufika. Na tunaposema mapando, mapando yanaweza yakapandwa ya aina mbalimbali mbali. Mapando ya magonjwa yako, mapando ya mauti yako, mapando ya mateso yako, mapando ya umaskini yako, mapando ya ufukara. Hasa haya mapando tusipoyaondoa kwenye maisha yetu, tunajikuta kwamba tunaendelea kukwama. Mama, tunaendelea kuzuiliwa, tunaendelea kujikuta kwamba hatufiki tunapokusudiwa kufika, kwa sababu tupo kwenye dunia yenye vita, tupo kwenye dunia yenye mapambano. Ni lazima tukubali kuondoa mapando ya adui, lakini pia kuondoa kile kinachotuzuia na kutukwamisha tusifikie baraka zetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na neno litakalotuongoza mchana wa leo ni kitabu kile cha Mathayo Matayo mlango ule wa kumi na tano mstari wa kumi na tatu. Matayo kumi na tano mstari wa kumi na tatu. Neno la Mungu linasema akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Hapa tunaona Yesu alipokuwa akisema na wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa. Yesu alikuwa akiongea na wanafunzi wake. Wakati Yesu alipokuwa akifundisha kwenye maeneo mbalimbali, kuna namna ambavyo alikuwa anawagusa wa Mafarisayo, na Mafarisayo walikuwa wanachukizwa na maneno ambayo Yesu alikuwa akiyaongea. Kwa hiyo wanafunzi walipokuwa wakimwambia Yesu, je, umesikia maneno ambayo Mafarisayo walikuwa wakiyazungumza, Yesu alichowaambia wanafunzi ya kwamba kila pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni litang'olewa. Sasa tunapojifunza kuhusu mapando na kuondoa vizuizi, ina maana ya kwamba katika ulimwengu wa Roho yako mapando ambayo tunaweza tukapandiwa na maadui, yako mapando ambayo yanaweza yakapandwa na wachawi, yako mapando ambayo yanaweza yakapandwa na watu wabaya kwenye maisha yako, na tusipoyang'oa, ina maana kwamba yale mapando yanageuka kuwa uharibifu kwenye maisha yetu, na tukajikuta tunakwama, tukajikuta tunachelewa tukajikuta tunashindwa kuendelea, na ndiyo maana Yesu akajibu akawambia, pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kwa maana ya kwamba tunajifunza kwenye ulimwengu wako wa roho, kwenye ulimwengu wangu wa roho, inawezekana kuna mapando yaliyopandwa na maadui yako, mapando ambayo watu wabaya walikaa wakanena juu yako, walikaa wakanena juu ya familia yako, wakasema utapita kwenye magonjwa, wakasema utapita kwenye mauti, wakasema utapita kwenye vitu vigumu. Hayo ni mapando ambayo yanaweza yakapandwa na maadui pasipo kujua au kwa kujua, na ndiyo maana tunajifunza kuyaondoa mapando na vizuizi. Kwa maana ya kwamba pando linapopandwa la magonjwa, ina maana kuna mbele, kuna kizuizi cha wewe kuto kupona, cha wewe kuto kuvuka. Na ndiyo maana akasema, pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Basi tuangalie tena kwenye kile kitabu cha Yohana ule mlango wa kumi na tano mstari wa pili kitabu cha Yohana mlango wa kumi na tano mstari ni ule wa pili Neno la Mungu linasema kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona mfano wa mzabibu e, tunaona mfano wa mzabibu wa kweli. Anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa litang'olewa, na mwanzo tumeona kwamba Mathayo anatuambia pando asilolipanda baba litang'olewa. Kwa maana ya kwamba wewe, mungu amekupa neema, mungu amekupa kuchagua njia mbili: kuwa mzabibu mwema au kuwa mzabibu mwitu. Sasa anasema ya kwamba kila mzabibu usiozaa e, utang'olewa. Kwa maana ya kwamba kama tusipokaa vizuri Yesu tusipojificha kwa Yesu, ina maana Yesu atatung'oa. Sasa mimi nafuta kufundisha maana yake ni nini, kwamba mapando ambayo si ya Mungu yatang'olewa, mapando ambayo hayafai yatang'olewa. Inawezekana kwenye ulimwengu wa Roho wewe ukaonekana kuwa pando lisilostahili, pando lisilofaa, kulingana na jinsi gani ambavyo umejiweka kwenye mazingira ya kumtafuta, kuto kumtafuta Mungu. Kwa hiyo unajikuta umekuwa pando lisilozaa, na unapokuwa ndani ya Yesu pando lisilozaa linang'olewa, na ndicho ambacho tunajifunza kwamba anaweza akaachilia pia mapando kwenye maisha yako ikiwa umejificha kwa Mungu, ukawa mzabibu mwema unaozaa matunda unaoleta faida, unasababisha kuzaa na kuongezeka, unasababisha kupiga hatua nyingine, unasababisha kwenda viwango vingine. Lakini ukiwa mzabibu mwitu, mzabibu usiozaa, unakuwa pando ambalo haliongezeki, halizai, na baba amesema ataling'oa, baba amesema ataliondoa. Tupo kwenye mazingira ya kutengeneza na mungu Mungu. Tupo kwenye mazingira ya kumtafuta Mungu kwa viwango vya tofauti sana, lakini tunapomtafuta Mungu ndipo ambapo adui naye anatafuta namna gani ataachilia mazuio kwenye maisha ya mwanadamu, ataachilia mapando mabaya kwenye maisha ya mwanadamu na kusababisha mwanadamu apite kwenye mazingira magumu na kusababisha mwanadamu ajikute amefika mahali anajihisi hana, hana furaha wala hana tumaini tena. Nataka nikufundishe ya kwamba, tafuta kumtafuta Mungu ili kwamba yale mapando yote yaliyopandwa kwenye maisha yako yaweze kung'olewa, vile vizuizi vilivyowekwa kwenye maisha yako viweze kuondolewa. Viko vizuizi ambavyo vimekaa kwako, ziko baraka ambazo Mungu anatamani kuziachilia kwako, lakini kwa sababu kuna mapando ya adui, kwa sababu kuna kizuizi, hatuwezi kufika kwenye zile baraka, hatuwezi kufika kwenye zile hatua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kitabu kile cha Isaya ule mlango wa arobaini na tano anasema anasema kwa habari ya hazina hazina zilizopo gizani, hazina zetu zilipo, zilizopo gizani. Sasa zile hazina zilizopo gizani ni matokeo ya mapando ya adui aliyopanda kwetu kuzuia tusifikie hazina, tusifikie baraka, tusifikie mafanikio, tusifikie hatima. Kwa hiyo ni lazima tuondoe mapando ya adui na tuondoe vizuizi, tuweze kufika kwenye hatima, tuweze kufika kwenye hazina ambazo Mungu amekusudia kwenye maisha yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuangalie tena neno lingine kwenye kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza ule mlango wa pili mstari wa 18 Wathesalonike wa kwanza mlango wa pili 18. Neno la Mungu linasema kwa hiyo tulitaka kuja kwenu naam, mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili na shetani akatuzuia. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu naam, mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili na shetani akatuzuia. Tabia ya shetani ni kuzuia. Tabia ya shetani ni kukwamisha. Tabia ya shetani ni kuhakikisha ya kwamba hatuendi. Tabia ya shetani ni kuhakikisha hatufiki kwenye makusudi ya Mungu. Tabia ya shetani ni kuhakikisha ya kwamba hatufikii zile baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ya kwamba Paulo anasema nalikuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani akazuia. Ziko baraka zinazopaswa kupita kwetu, ziko baraka zinazopaswa kufika kwetu, lakini yako mapando ambayo yalipandwa, yako mabaya ambayo yalipandwa kwenye njia yako, kwenye baraka zako, kwenye biashara yako, yako mapando yalipandwa kwenye kazi yako, yako mapando yalipandwa, yanayosababisha usifike, yaka ukazuia zile baraka na ndio maana Paulo akasema nalikuja kwenu mara ya kwanza na ya pili, lakini shetani akazuia. Sasa ziko baraka ziliachiliwa, yako mafanikio yameachiliwa kwako. Inawezekana umemwomba Mungu kwa muda mrefu, inawezekana umemuita Mungu kwa ajili ya kampuni yako, umemuita Mungu kwa ajili ya taasisi yako, umemuita Mungu kwa ajili ya biashara yako, umemuita Mungu kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya mambo unayoyafanya kwa ajili ya mafanikio, lakini hatufiki mahali tunapopaswa kufika. Kwa sababu gani? ya yako mapando yalishapandwa, yalisha nyuma yako. Yako mapando yalishapandwa kwenye hiyo hatua unayoiendea. Yako mapando ya maneno mabaya yaliyotangulia mbele yako, yakatamkwa ya kwamba hatafika, yakatamkwa ya kwamba mtaji wake utaishia njiani, yakatamkwa ya kwamba hatafika, hatasoma, hatamaliza shule, akajikuta umekwama, ukajikuta umeishia pale. Hayo ni mapando ya adui, hayo ni mapando ya shetani. Amepanda kwenye njia yako, amepanda kwenye mafani. Kio yako amekuzuia usifikie mwisho wa elimu yako ili uweze kupata kazi ili uweze kuwa mtu fulani wa jina fulani, shetani amepanda. Lakini lazima mchana wa leo tuyaondoe hayo mapando, tuondoe hivyo vizuizi, tuondoe hilo giza, tuondoe hayo yaliyonenwa na, na miungu ya kwenu. Walisema atafika mpaka hapa, lakini hatapita, na matope yake yanye tao yatazuiliwa. Umezuiliwa kwa muda mrefu, tumekaa mahali kwa muda mrefu, tumekwama kwa muda mrefu, umesoma, umefika mahali fulani umeacha umeacha kuendelea na elimu kwa sababu gani? Yako mapando yalishapandwa, viko vizuizi vilishaachiliwa kwako, na wako wanaosema ya kwamba hakika hata inuka tena, hakika hata simama tena. Lakini mchana wa leo tutakwenda kuondoa hivyo vizuizi na hayo mapando kupitia damu ya Yesu. Hayo mapando yataondoka kupitia damu ya Yesu, hivyo vizuizi vitaondoka kupitia damu ya Yesu, laana yoyote waliokulaani wenye hila, watu wabaya waliokaa wakatulaani wakasema, hatutamaliza wakasema, hatutafika. Lazima viondoke, lazima yaondoke. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuangalie neno lingine kwenye kitabu kile cha Zaburi, Zaburi ya 140 ule mstari wa nne, Zaburi ya 140 ule mstari wa nne. Neno la Mungu linasema E Bwana, unilinde na mikono ya mtu asiye haki. Unihifadhi na mtu wa jeuri, waliowaza kuzipotosha hatua zangu tunamwona daudi tena mtumishi wa mungu anatukumbusha anaendelea kumlilia mungu akisema e bwana unilinde na mikono ya mtu asi haki unihifadhi na mtu wajeuri waliowaza kuzipotosha hatua zangu waliowaza kuzuia usifike pale unapotakiwa kufika waliowaza daudi anachokisema anamwita bwana amlinde anamwita bwana amwepushe na watu wajeuri watu wajeuri ndio wanaotengeneza haya shetani anatumia mtu shetani tumia watu ili waweze kutukwamisha ili waweze kutuzuia tusifike mahali. Kwa hiyo anachokisema Daudi anamwomba Bwana amwondoe katikati ya watu wenye jeuri, watu wabaya ambao wanawaza kuzipotosha hatua zake, wanawaza kupotosha mafanikio yake, wanawaza kum kumtoa kwenye nafasi ya yeye kusoma na kufanikiwa, wanawaza yaliyo mabaya. Niulize mchana wa leo, mimi na wewe, ni mara ngapi tumekwama? Ni mara ngapi tumezuiliwa? Ni mara ngapi tumepandiwa maneno ya fitina? Ni mara ngapi tumepandiwa maneno mabaya tumetongu. Kwa sababu ya mapando yaliyopandwa, kwa sababu ya watu wenye jeuri waliokaa mbele yetu, wakapotosha hatua wakapotosha mwendo wetu wakapotosha mafanikio yetu, wakasema hatutaenda, wakasema hatutaelewana, wakaachilia mafarakano, wakaachilia vita kati ya mtu na mtu. Ni mara ngapi, ni mara ngapi tumejikuta tunarudi nyuma na kuanza upya tena? Ni mara ngapi tumejikuta tunarudi nyuma na kusononeka? Ni mara ngapi tumejikuta tunaanguka Inuka, lakini hatufiki. Ni kwa sababu yako mapando, ni kwa sababu watu wa jeuri wamekaa mbele yetu, wamezuia maisha yetu, wametamka. Anachokisema mtumishi wa Mungu Daudi, anaomba watu wa jeuri wasio upande wake, watu wa jeuri wasimzuie tena, anaomba wanaozipotosha hatua zake wasio upande wake tena. Mimi na wewe tukamwombe Bwana atutoe katikati ya watu wa jeuri ambao wanazipotosha hatua zetu, ambao wanapotosha maisha ya watoto wetu. Usiku na mchana wanatamka yaliyo mabaya usiku na mchana wananena yaliyo mabaya usiku na mchana wana waza yaliyo mabaya juu ya maisha yako juu ya maisha yetu juu ya maisha ya kazi yako juu ya maisha ya ndoa yako. Wanasema huyo baba hata inuka, wanasema huyo baba hata acha pombe, ataendelea kulewa mpaka mwisho wa maisha yake. Mara ngapi wamekuwa kitupotosha, mara ngapi wamekuwa kinena, mara ngapi wamekuwa kipanda hayo maneno, wakisema amekuwa mlevi ataendelea kuwa mlevi, amekuwa kahaba ataendelea kuwa kahaba. Na leo tunaondoa hayo maneno yao na mapando yao waliopanda kwenye maisha yetu, ili kwamba Mungu akatufanya kuwa mizabibu mema itakayozaa matunda itakayoleta faida kwa Bwana itakayomtumikia Bwana, mizabibu ambayo itachanua itazaa matunda ambayo Baba akiyatazama anafurahiwa nayo, anapendezwa nayo, anapenda kufurahia kupitia yale matunda yanayoonekana kwetu, kwa sababu tumetembea katika yeye. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Twende tukamalizie kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, kitabu cha Wakorinto wa kwanza ule mlango wa 16, kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 16 mstari ni ule wa 9. Neno la Mungu linasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana na wako wengi wanipingao Paulo anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Alichokuwa anakisema Daudi kwenye kitabu cha Zaburi ya 140 anaelezea kwa habari ya watu wajeuri waliokaa mbele yake, wanaowaza kuzipotosha hatua. Lakini Paulo anatuambia uko mlango mkubwa wa kufaa uliofunguliwa, lakini wako wengi wanaompinga, wako wengi wanaomzuia. Mimi na wewe tumeona jinsi gani ambavyo tumetembea kwenye vizuizi, tumetembea kwenye ambayo tumepandiwa na maadui zetu na Shetani ili kutuzuia. Lakini sasa ni lazima tuende tukawaondoe wale wanaotupinga, wale wanaotuzuia, wale wanaosema ya kwamba hata huduma alionayo ndani haitafika mahali, hata kazi anayoifanya hatafanikiwa. Tuende tukawaondoe, maana mlango wa baraka umefunguliwa kwetu, mlango wa mafanikio umefunguliwa kwetu, mlango wa meneema umefunguliwa kwetu. Lakini wako wengi watupingao, wako wengi wanaosema atakufa lini. wako Wako wengi wanaosema jina lake litapotea lini, lisikumbukwe tena kwenye uso wa nchi. Wako wengi wanaosema hata asiamke siku ya kesho, asishinde vizuri hata jioni. Wako wanaopanda mapando ya mauti kwetu, wanaopanda kwako, wanaopanda kwa watoto wako. Ni lazima tuende mbele za Bwana tuende tukaondoe hayo mapando na kila aina ya vizuizi ambavyo vimepandwa kwa watoto wetu, vimepandwa kwenye familia zetu na ndoa zetu, vimepandwa kwenye uchumi wetu. Hatuwezi kuendelea kwa sababu viko vizuizi na ndio maana Paulo akasema imekuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani akanizuia. Lakini hapa anatuambia kwamba upo mlango mkubwa wa kufaa ambao umefunguliwa, lakini wako wanipingao, wako wanaotupinga. Ni kweli unapaswa kufika mahali, dada. Ni kweli unapaswa kufika mahali, baba. Kuna mahali Mungu amekufungulia mlango, kuna mahali umeona kwamba kuna mapambazuko makubwa, lakini wanaotupinga ni wengi, wanaotuzuia ni wengi. Ni kweli unasema ya kwamba hapana, katika hichi ambacho nimekifanya, kuna mahali nitaenda, kuna mahali nitafika nitafika kuna mahali nitavuka, kuna kitu nitafanya baada ya hichi. Lakini unazuiliwa, kwa nini? Adui amekaa kwenye eneo lako, adui amekaa kwenye maisha yako, anakupinga anakuzuia, amekupandia mapando mabaya. Lakini iko neema, uko msaada wa Mungu tena na roho Mtakatifu na ile damu ya Yesu Kristo, ikapate kuondoa vizuizi na mapando yote. Tuende tukamwone Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki.